Pendwa mtazamaji, kwa jina naitwa mchungaji Hezron Mchenya. Na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye chano hii ya YouTube ya siku ya tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya Kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu za Kibiblia, mm. mtiririko ambao utatuwezesha kushirikishana maarifa mbalimbali mm. kwenye eneo la nyakati na majira ya Kibiblia mm. na leo hii tunapenda kuanza na somo la utangulizi mm. la mtiririko huu mm. somo linaloitwa Nyakati za Kibiblia na Safari ya Dunia Kuelekea Kwenye Umilele mm. sasa, Mchungaji Hezra. Mm -hmm. Tafadhali naomba utueleze kwa nini somo hili ni muhimu? Somo hili ni, ni la muhimu kwa sababu mimi na wewe tunaishi kwenye miaka elfu moja ya mwisho ya safari ya dunia kuelekea kwenye umilele, safari ambayo ilianzia kwenye wakati wa milele uliopo mwanzoni na kwa sasa ipo kwenye wakati wa muda uliopo katikati kabla ya kufikia kikomo chake kwenye wakati wa milele tena uliopo mwishoni mwa mambo yote. Moja kati ya andiko kwenye Biblia linaloonyesha safari hii ni Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 28, inayosema, kwa maana ndani yake tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kama vile mmoja wenu, mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Hivyo basi, endapo umekuwa ukitamani kujua kuhusu nyakati za kibiblia ambazo Mungu ameziweka chini ya mbingu, na unajiuliza ni wapi hasa dunia ilipo kwa sasa kwenye safari yake kuelekea umilele basi somo hili ni mwafaka kabisa kwa ajili yako. Amen. Asante sana kwa jibu hilo mm -hmm. Kweli somo hili ni la muhimu sana mm -hmm. Sasa je, mm -hmm. unaweza ukatueleza mm -hmm. nini maana ya nyakati za Kibiblia na je, unaweza kufafanua mm -hmm. kwa kutumia vielelezo safari ya dunia mm -hmm. kwenye umilele au tuseme kuelekea kwenye umilele. Amen. <laughs> Kwa mujibu wa Biblia, nyakati za kibiblia ni nyakati na majira yaliyowekwa na Mungu kwa ajili ya kila kusudi na kila jambo chini ya mbingu tangu mwanzo wa mambo yote kwenye uumbaji hadi mwisho wa mambo yote kwenye ukombozi. Andiko mojawapo linaloonyesha maandiko haya ya kibiblia ni Mhubiri sura ya tatu na mstari wa kwanza, inayosema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Hivyo basi, kila kilichokuwapo, kilichopo na kitakachokuwapo kimepangwa na Mungu kutokea ndani ya nyakati hizi za kibiblia tunazoziongelea siku ya leo. Ili kuweza kuelezea vyema somo hili, tumeandaa vielelezo vitatu. Kielelezo cha kwanza kitaonyesha nyakati kuu za kibiblia ambazo Mungu ameziweka chini ya mbingu, kisha kielelezo cha pili kitaelezea safari ya dunia kuelekea kwenye umilele na mwisho kabisa kielelezo chetu cha tatu kitaeleza ni wapi hasa dunia ilipo kwa sasa kwenye safari yake hii ya kuelekea kwenye umilele. Sasa tuanze na kielelezo chetu hiki cha kwanza. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya Kibiblia tunajifunza kwamba kuna nyakati kuu tatu za Kibiblia peke yake chini ya mbingu, na nyakati hizi zimepangwa kwenye mlolongo wa kiungu kuanzia mwanzo wa wakati hadi mwisho wa wakati. Na mlolongo huu unahusisha wakati wa milele uliopo mwanzoni unaobeba matukio yote ya kibiblia yaliyoko kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili ukifuatiwa na wakati wa muda uliopo katikati unaobeba matukio yote ya kibiblia yanayopatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa tatu hadi kwenye Ufunuo sura ya ishirini na mstari wa kumi na tano na tunao wakati wa milele ulioko mwishoni ambao nao unabeba matukio yote ya kibiblia yaliyo kwenye Ufunuo ile sura ya ishirini na moja hadi sura ya ishirini na mbili. Mlolongo huu wa kiungu umepangwa kwa kutumia kanuni ya kibiblia inayojulikana kama kanuni ya mwanzo na mwisho iliyopo kwenye kitabu cha Isaya sura ya 46 na mstari wa kumi. Na kanuni hiyo inaonyesha kwamba Mungu hutangaza mwisho tangu mwanzo. Hivyo basi mlolongo huu wakiungu unatuonyesha kwamba milele ijayo iliyo kwenye mbingu ya tatu mwishoni, imetangazwa au kufunuliwa na Mungu kwa kutumia milele iliyopita iliyopo kwenye mbingu ya tatu mwanzoni vile vile vile wakati wa milele uliopo mwishoni ndani ya nyakati za kibiblia umefunuliwa au kutangazwa na Mungu kwa kutumia wakati wa milele ulioko mwanzoni ndani ya nyakati hizi za kibiblia na hali kadhalika miaka elfu saba iliyopo mwishoni mwa wakati wa muda imefunuliwa au imetangazwa na Mungu kwa kutumia siku saba zilizopo mwanzoni mwa wakati wa muda. Zaidi ya yote Nyakati hizi zote tatu za kibiblia zimezungukwa na mbingu ya juu au mbingu ya tatu ambayo ni makao ya Mungu, na pia zimezungukwa na milele au wakati wa milele ambao ni wakati ulioko kwenye makao ya Mungu. Hivyo basi ulimwengu wote ikiwemo sayari yetu ya dunia vimezungukwa na vinaelea kwenye umilele, vikionyesha kwamba safari ya dunia ilianzia kwenye umilele na itaishia kwenye umilele maandiko baadhi yanayoonyesha ufahamu huu wa dunia na ulimwengu kuzungukwa na mbingu pamoja na umilele ni pamoja na Zaburi sura ya 115 na na mstari wa 16 ambapo Daudi anaandika na kusema, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Lakini pia andiko linaloonyesha ya kwamba tumezungukwa na umilele, tumezungukwa na Mungu linatoka mojawapo kwenye kitabu cha Zaburi 139 na na mstari wa saba hadi wa nane likisema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Hivyo basi hakuna mtu yeyote anayeweza kuepuka na kukimbia kwenda nje ya uwepo wa Mungu kwa sababu tumezungukwa na Mungu kila upande. Ndiyo maana ni muhimu sana kutambua kwamba dunia hii tunayoishi inaelea kwenye umilele na tumezungukwa na umilele kila upande, sasa na tuangalie kielelezo chetu cha pili ili tuone safari ya dunia kuelekea kwenye umilele kibiblia. Dunia imekuwa ikisafiri safari iliyoanzia kwenye wakati wa milele uliopo mwanzoni mwa mambo yote, kupitia kwenye wakati wa muda uliopo katikati kabla ya kuingia kwenye wakati wa milele tena uliopo mwishoni mwa mambo yote. Safari hii ya dunia kuelekea kwenye umilele inamaanisha kwamba wanadamu wote duniani wamekuwa wakisafiri huku wakipita kwenye nyakati za Kibiblia kuelekea kwenye wakati wa milele uliopo mwishoni mwa dunia. Ndiyo maana Biblia imesema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 na mstari wa 28 kwamba ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kwa sababu ni kweli kabisa ya kwamba tunasafiri kuelekea kwenye umilele. Sababu mojawapo inayofanya tusijione kwamba tunasafiri ni hii kwamba tunaishi kwenye uso wa dunia, na ni dunia hii tunayoishi ndani yake au iliyotubeba ambayo ndiyo inasafiri. Na kwa jinsi dunia ilivyo kubwa sana, pamoja na mizunguko ya pamoja ya sayari zote na vitu vyote ulimwenguni inayoendelea wakati wote kwenye anga lote, hatuhisi hata kidogo miondoko ya aina yoyote aidha yetu sisi wanadamu au ya dunia yenyewe. Mara zote tunahisi kama hatusafiri, ila kiuhalisia kila kitu ulimwenguni kinasafiri. Kwa kadiri tunavyopata maarifa haya ya Kibiblia ya kwamba dunia hii inasafiri kuelekea kwenye umilele na vivyo hivyo sisi pia tunasafiri tukiwa ndani ya hii dunia, ni muhimu tufahamu ni wapi hasa dunia ilipo kwa sasa kwenye safari yake hii, ili kwamba sisi pia tuweze kujua tuko wapi kwenye safari hii muhimu, ili tuweze kutiana moyo kuamka kiroho na kujiweka tayari kwa ajili ya uzima wa milele ambao upo kwenye wakati wa milele ulioko mwishoni mwa mambo yote. Wow. Asante sana kwa maelezo na vielelezo hivyo vya mm. waziwazi mm. kuhusu nyakati za kibiblia mm. na safari ya dunia kuelekea kwenye umilele Amen. Wow. Mm. Sasa Mm. Kwa mtu anayekutazama au kukusikiliza mm, kama mimi hapa, je, mm -hmm. hili somo mm, linahusianaje na maisha yangu au maisha yake mm -hmm. au ni jambo gani muhimu ambalo tunaweza kujifunza kwenye somo letu la leo? Somo hili linahusiana na maisha ya kila mtu, kwa sababu wewe na mimi tunaishi kwenye miaka elfu moja ya mwisho kati ya miaka elfu saba ya safari ya dunia kuelekea kwenye umilele, na hii miaka elfu moja ya mwisho ilianza mwaka elfu mbili na moja na ni miaka iliyowekwa na Mungu kwa ajili ya matukio mengi ya kinabii yaliyosalia kutimilizwa na yatakayotokea ndani ya hii miaka elfu moja na moja. Kati ya matukio muhimu sana ni tukio la kurudi kwa Yesu, tukio ambalo litasababisha mwanzo wa matukio mengi ya siku za mwisho. Kielelezo chetu cha tatu na cha mwisho kitatusaidia kuiona miaka hii elfu moja ya mwisho ya safari ya dunia kuelekea kwenye umilele. Kwa mujibu wa Maandiko, tunaona kwamba miaka ya historia ya kibiblia imegawiwa na Mungu katika makundi mawili, na hii miaka ni miaka elfu saba ya habari ya ukombozi ambayo Mungu ameigawa kwenye miaka elfu nne ya mwanzo kabla ya Kristo ambayo inajulikana kama miaka kabla ya Kristo na miaka elfu tatu ya mwisho baada ya Kristo ambayo nayo inajulikana kama miaka baada ya Kristo. Kihistoria Yesu alizaliwa mwishoni mwa miaka elfu nne tangu Adamu na Eva. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia tunajifunza pia kwamba kuzaliwa kwake Yesu kuliweka alama ya kukamilika miaka elfu nne tangu wakati wa Adamu na Hawa, miaka ambayo inatambulikana kama miaka ya mwanzo kabla ya Kristo. Wakati huo huo huduma ya Yesu Kristo ya mahubiri na mafundisho iliweka alama ya kuanza kwa miaka elfu tatu ya mwisho inayotambulikana kama miaka baada ya Kristo au siku tatu za mwisho, kwa mujibu wa waraka wa pili wa Petro sura ile ya tatu na mstari wa nane au kwa lugha rahisi kabisa ni siku za mwisho, kama jinsi ambavyo Biblia inasema katika Waebrania ile sura ya kwanza na mstari ule wa pili na hapa ndipo kwenye jambo muhimu kabisa la kujifunza kwenye somo hili la leo. Mnamo mwaka elfu mbili, dunia ilimaliza miaka elfu sita ya safari yake, miaka ambayo inahesabiwa tangu wakati wa Adamu na Eva. Na mwaka elfu mbili na moja, dunia ilianza miaka elfu moja ya mwisho ya safari yake kuelekea kwenye umilele, miaka ambayo inatambulikana kama siku ya mwisho. Na baada ya hapo, dunia itaingia kwenye umilele, au wakati utakoma kabisa na wanadamu wataingia kwenye wakati wa milele uliopo mwishoni mwa mambo yote ulimwenguni. Ila kuna habari njema kwako wewe na mimi ambao tunamwamini Yesu Kristo, hii miaka elfu moja ni miaka elfu moja ya mwisho yenye tumaini kuu kuliko yote kwenye historia nzima ya mwanadamu hapa duniani. Kwa lugha rahisi, siku ya mwisho yenye tumaini kuu kuliko yote duniani sasa ipo hapa. Hivyo basi Kwako wewe unayenisikia, nataka uelewe kwamba pamoja na mambo mengi ya kuhuzunisha, ya kukatisha tamaa, ya kuvunja moyo tunayoyasikia kila sehemu katika hizi nyakati na mambo mengi maovu yanayotokea sehemu mbalimbali ulimwenguni, hatupaswi kuruhusu hofu iwayo yote ituingie. Badala yake ni lazima tutiane moyo kuamka kiroho na kujiweka tayari kwa ajili ya kurudi kwa Yesu, kwa sababu ni swala la muda tu. Yeye ajaye hakika atakuja. Lakini pia kwako wewe unayetaka kumwamini Bwana Yesu, miaka hii elfu moja ya mwisho au siku hii ya mwisho yaweza kuwa nafasi pekee ya kuungana na mamilioni ya waaminio wanaosubiri kurudi kwa Yesu kutuchukua kwenda mbinguni mahali ambapo ndipo makao yetu ya milele yalipo na hili ndilo jambo muhimu la kujifunza leo. Wow. Asante sana kwa maelezo hayo, mm, ya muhimu sana ni mm, kweli kabisa. Dunia tunayoishi sasa hivi inaenda kuisha, mm, na ni kweli kabisa inaelekea kwenye umilele mm, mm, umilele mm, ambao Mungu ameuweka wazi kabisa mm, mm, mm, mm. ya asante sana amen, amen, amen. Tunapenda kukushukuru sana kwa kuungana nasi siku mm, ya leo mm. na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako mm. tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu mm -hmm. tafadhali fuatisha sala hii fupi mm. inapoomba pamoja na wewe Sema, Bwana Yesu, mm. Leo ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu mm. Ninaamini kwamba ulikuja duniani mm. ukafa msalabani na siku ya tatu mm. ukafufuka. mm. Mm. Ukoa maisha yangu mm. Nisamehe dhambi zangu zote mm. na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima mm. Katika jina la Yesu, amen. Amen. Amen, amen. Sasa basi ni shauku yetu mm. tukikuona ukikuwa kiimani mm. hivyo basi, popote pale ulipo mm. tunakutia moyo uungane na waumini wengine walio karibu na pale unapoishi mm. ili uweze kujifunza zaidi mm. na hapa ndio mwisho wa muda wetu wa leo mm. hadi wakati mwingine tena mm. Kumbuka, siku ya tumaini kuu kuliko yote mm. imefika mm. Siku ya tatu iko hapa.